Kwa wale ambao wana changamoto ya maumivu ya tumbo upande wao wa kushoto, hivi ndio vitu vya kuzingatia. Namba moja, kunywa maji ya uvuguvugu. Unapoamka asubuhi, hakikisha unakunywa maji asari ya uvuguvugu yaliyochanganywa na asali yatakusaidia kuondokana changamoto hiyo, yanaissha mfumo menyaji wa chakula, lakini pia na neutralize acid na yanaua bakteria wabaya tumboni. Lakini pia epuka kutumia maharage, epuka kutumia soda, kitunguu na pilipili. Vitu hivyo viepuke kabisa, vitakusaidia kuondoka na changamoto hiyo. Namba tatu, kula milo midogo midogo midogo hakikisha unakula milo midogo midogo, midogo, minne mpaka mitano kwa siku itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Lakini aa, na mwisho, hakikisha unatibu chanzo cha tatizo. Kama chanzo ni ngiri, hakikisha unatibu ngiri. Kama chanzo ni vidonda vya tumbo na acid reflux, jipatie stomach acid, na stomach acid limekuwa msaada kwa watu wengi. Lakini pia kama ni changamoto ipo kwenye uzazi kwa mwanamke, nimeshaongelea kwenye changamoto kwenye ovary na pelekea maumivu ya tumbo upande wa kushoto na changamoto ya figo, basi wasiliana na sisi uweze kupata msaada. Ha, kutoka kwetu. Kama ni mara ya kwanza, basi hakikisha unachukua namba yangu kwenye bio na tunaweza kuwasiliana.